Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina yangu naitwa Pastor Steven kutoka kituo cha Wamsho cha Kimataifa kilichofuata chini ya mtumishi wa Mungu Dr. Jonas Michael. Ah, tunakaribisha sana katika kuazimisha miaka miwili ya kanisa letu hapa Revival International. Karibu wewe unaisikia sauti hii hali hapa. Njoo uone mwenyewe matendo makuu ya Mungu jinsi ambavyo anafanya na hali hapa, anaponya, anafungua watu watu wa aina ya mfungo mbalimbali wenye shida mbalimbali, wengine wanakuja na kansa, wengine wanakuja na kisukari, wengine wanakuja ni vipofu mahali hapa wanaponywa, wengine wanafunguliwa, wanawekwa huru pia mtumishi wa Mungu Dr. Jonas Maiko. Hivyo ninakukaribisha wewe ambaye unaisikia sauti hii, njoo uone jinsi ambavyo matendo makuu ya Mungu mahali hapa, njoo uone jinsi ambavyo Mungu anafanya, njoo uone jinsi ambavyo Mungu anafungua, njoo uone jinsi ambavyo Bwana anawafungua an, watu wenye shida wenye, wenye matatizo. Biashara yako iko sawa? Njoo uone jinsi ambavyo Mungu anafanya mahali